Nilivyojaribu kusogea sasa kwa wale watu mashuhuri, nikasogea nikamkuta mwananchi yes, eh, msemaji wa Yanga uh, ali kamwe yeah, akaniambia bwana, huyu mtu ah. Sasa huyu mtu walikuwa wamekaa kwenye Ndinga IST, mm, yeah. Nikasogea kwa private naye mwananchi akaniambia huyu mtu yeah, kumbe ni huyu walipo walipokuepo wao kwenye gari yeah, yeah, yeah, yeah. na madam president wa rap fida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 Ufikiri, ukutana na wananchi peke yake mkutana hmm, na wanyama sio msituni, nikutana na wanyama Simba Sports Club Semaji. unajua Semaji anasema <laughs> kwa kweli Tobi <kari>, <laughs> ninakwambia kwamba mwaka huu tumejipanga sana alafu yule mwenzake <laughs> anasema oh, umejipanga yani, sisi tumechukua Federation CRDB Federation Cup kwa, kwa lipi hasa wewe uliojipanga nalo? So unajua wale wote wawili kwa hiyo wote wawili wapo, naomba tumlete jamani, uh, Ahmed Ali, Frida Amani, Ali Kamwe, Prival Dinho na kapo yetu mpya, Hamisa na Aziz Ki, bila kumsahau balozi wa benki ya CRDB Rayvanny, yeah, tafadhali, tunaomba tunaomba jukwani, tafadhali, tafadhali. hey. hey. <laughs> maana dawa Kiingereza kama ukielewi wewe, chekaga chekaga <laughs> <laughs> Ndio, hiyo vicheko vilikuwa vingi, lakini atajifunza Kiswahili shemeji yetu, kwa kweli ameweza kweli. mm. Um, tunashukuru sana uh, tungependa uh, kuwasindikiza meza kuu pamoja na wakuu wa idara tofauti tofauti, pia bila kusahau zone managers kwenda kupata picha ya pamoja. Kwa hiyo tunaomba picha ya pamoja tutaifanya nje pale kwenye parking ambapo kutakuwa kuna zawadi zote zitakuwepo pale. Tafadhali, DJ tunaomba utuinulie meza kuu pamoja na influencers wetu pia DJ. Yes. So tunaenda kufanya zoezi la picha pale nje. Lakini nilivyojaribu kusogea sasa, kwa wale watu mashuhuri nikasogea nikamkuta mwananchi, yes. Eh, msemaji wa Yanga mm-hmm. Ali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 Mimi. Kumlazi. Unarudishia. Nitambulishie watu liokuja nao. Naam. Mabibi na mabwana, ningependa kuwaleta kwenu mashuhuri kadhaa. Unajua wakati tume, umekatisha story tupe mda upo hivyo, unajua kufikiri kutana na wananchi peke yake mkutana hmm. na wanyama sio msituni. Mkutana na wanyama, Simba Sports Club

Uh, Ahmed Ali, Frida Amani, Ali Kamwe, Privaldinho na kapo yetu mpya Hamisa na Aziz Ki bila kumsahau balozi wa benki ya CRDB. Rayvanny tafadhali tunaomba, tunaomba jukwani tafadhali, tafadhali. Hey, <laughs> nisikia maana dawa Kiingereza kama ukielewi wewe chekaga, chekaga. <laughs> <laughs> <laughs> Ndo hivyo vicheko vilikuwa vingi, lakini a, a, a, a, atajifunza Kiswahili shemeji yetu kwa kwe kweli ameweza kweli. Mm. Um, tunawashukuru sana uh, tungependa uh, kuwasindikiza meza kuu pamoja na wakuu wa idara tofauti tofauti, pia bila kusahau zone managers kwenda kupata picha ya pamoja, kwa hiyo tunaomba picha nisikia. <laughs> Maana dawa Kiingereza kama ukielewi ukierevi, we chekaga chekaga <laughs> <laughs> ndio hiyo vicheko vilikuwa vingi, lakini a, a, a, atajifunza Kiswahili shemeji yetu kwa kweli ameweza kweli. Mm. Um, tunawashukuru sana uh, tungependa uh, kuwasindikiza meza kuu pamoja na wakuu wa idara tofauti tofauti, pia bila kusahau zone managers kwenda kupata picha ya pamoja. Kwa hiyo tunao